Naitwa Edward Ole Lekaita, kisau ni mbunge wa jimbo la Kiteto. Jimbo la Kiteto liko mkoa wa Manyara, na bajeti bunge lililoanza sasa la tarehe nane mpaka mwezi wa sita litakuwa ni bunge la bajeti. Umuhimu wa bunge la bajeti kila Mtanzania anafahamu kwa sababu miradi yote ya serikali huwa inapata pesa kupitia bajeti hii. Ni bajeti ya mwaka 25 26. Sasa nikihusanisha na Uh, Kiteto kwa jumbo langu kwanza, <coughs> kwa, kwa miaka minne Kiteto imenufaika sana na miradi mingi ya maendeleo. Tulikuwa tuna vijiji, tulikuwa na vijiji 29 zilikuwa na umeme, leo zina umeme. Tulikuwa na upatikanaji wa maji asilimia karibu 37 hivi sasa tunazungumza habari ya asilimia sabini. Lakini miundombinu, pesa za barabara zimeongezeka. Tulikuwa hatuna shule sita kwenye kata, leo tuna tano. Baada ya miaka minne, tumebakiza kata moja tu. Tulikuwa hatuna veta sasa tunayo VETA. Tulikuwa hatuna shule za msingi karibu ishirini zimepatikana kipindi hiki cha miaka mine. E, kwa hiyo kwa kweli e, bunge la bajeti ni bunge muhimu e, kwa sababu pamoja na makubwa ambayo yamefanyika kwa miaka mine bado kuna mambo mapungufu ambayo ndio tunatarajia sasa bajeti e, hii tutaendelea kupata majawabu. Kwa mfano e, kwenye eneo la Tarura wilaya ya Kiteto ni kubwa kidogo kwa hiyo budget ya barabara, mtandao wa barabara ni kilomita karibu elfu moja mia mbili na tisini na moja na uhalisia wa budget, tunatakiwa tupate karibu bilioni kumi na moja, lakini kwa sababu ya hali ya nchi yetu na uwingi wa majimbo huo, tunapata chini ya hapo. Kwa tunatarajia kila budget, ongezeko la budget, mategemeo yetu kwamba kila budget, eh, budget kwenye maeneo fulani fulani, kwenye eneo la maji, eneo la barabara eneo la kujenga shule na vile vile kuongezewa walimu eee... kwa hivyo, kwa hiyo kwa kweli, na mimi niko kamati ya utawala, katiba na sheria ambayo inasimamia ofisi ya waziri mkuu. Kwa hiyo tayari najua bajeti hii inayosomwa ina mambo mengi. Ofisi ya waziri mkuu inasimamia mambo mengi eee, ile tume inayoshughulika na madawa ya kulevya kwa mfano iko chini ya waziri mkuu na tunajua janga hili la maadili limekuwa ni janga kubwa sana kutokana na madawa haya. Kwa hiyo bajeti, tukiongeza bajeti kwenye taasisi hii, tutaongeza uwezo wao kupambana na, na madawa ambayo inaharibu vijana wetu wengi. Kwa hiyo kwa kweli, lakini ofisi ya waziri mkuu, unajua, ninashirikiana na mambo ya swala la uratibu mambo ya serikali na bunge ambayo ni muhimu sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa anatembea nchi nzima eh, kujaribu kuleta muunganiko na uratibu ule. Kwa hiyo kwa kweli, uh, bajeti hii tena ya mwisho sasa ambayo inafunga miaka mitano ndio nafasi yetu kama wabunge kuendelea kuyasemea yale ambayo uh, mapungufu machache machache ambayo bado yanaangaisha wananchi wetu kama barabara uh, tuseme kwenye bajeti hii ili ziingie, ili tuendelee kupunguza changamoto ambazo Watanzania na wanakiteto wanahangaika nayo.